Umewahi kujiuliza ni kwa nini kuna baadhi ya vitu katika kompyuta yako huwezi kuvibadilisha kabisa kupitia settings za kawaida, au kompyuta yako huanza kuwa nzito bila tu sababu ya msingi? Watu wengi hudhani kuwa wanachokiona katika control panel kwamba ndio mwisho wa uwezo wa kompyuta zao. Sasa leo nitaenda kuonyesha remote control ya siri ya Windows. Karibu katika ulimwengu wa Windows Registry. Hapa ndipo tunapoweza kufungua uwezo ambao Microsoft haijauweka wazi kwa watumiaji wote. Na kuanzia leo unaacha kuwa mtumiaji wa kawaida wa kompyuta yako, na unaanza safari ya kuwa power user na usiofu, kwani nitakuwa pamoja na wewe hatua kwa hatua. Sasa, Windows registry ni nini? Windows registry, fikiria ni kama kitabu cha kumbukumbu -kumbu cha kompyuta yako. Kila unapoweka softwares mpya, kila unapobadilisha wallpaper ya screen yako, kila unapochomeka mouse mpya katika kompyuta yako, Windows inaandika maelezo haya katika kitabu hiki. Ni database ambayo inahifadhi mipangilio kuanzia mfumo wenyewe mpaka application unazozitumia. Sasa kwa nini ni muhimu kuijua? Windows registry ni muhimu kuijua kwa sababu sababu ya kwanza ni customization. Unaweza kubadilisha muonekano wa Windows ambao haupo kabisa kwenye settings za kawaida, mfano kupunguza ukubwa wa taskbar, lakini pia kubadili login screen. Lakini sababu ya pili ni speed and performance. Tunaweza tunaweza kuzima vitu vinavyochelewesha kompyuta kuwaka au startup apps kupitia Windows Registry. Na sababu ya tatu ni troubleshooting. Mara nyingi matatizo sugu ya Windows yanatibika kwa kubadili namba moja tu ndani ya Windows Registry. Kujifunza registry ni sawa na kujifunza jinsi engine inavyofanya kazi badala tu ya kujua jinsi ya kuendesha usukani. Kabla tujagusa chochote katika Windows Registry, lazima tuwe na bima kwanza, ambayo itatuwezesha pale tuki fanya makosa tuweze kurudisha kompyuta yetu kama ilivyokuwa, kwa sababu katika Windows Registry hamna kitufe cha undo ambapo utaweza kurudisha nyuma kosa ulilolifanya. Bonyeza start button katika kompyuta yako, then search create a restore point, itakuja hii hapo, iclick, itakuja dialog box kama hii hapa. Chagua diski, disk lock disk C, then bonyeza configure, itakuja box kama hii kisha turn on system protection, ndo iko on kama iko kwenye disable, it turn on kwa bonyeza turn on system protection. Baada ya hapo njoo hapa apply, then press ok. Baada ya kufanya hivyo njoo hapa sehemu ya create, itakupa option sasa ya kuipa jina restore yako hapo sasa then uta press okay, itaanza kutengeneza restore point ambao itakuwezesha kuundo mabadiliko ambayo tutaweza kuyafanya katika kompyuta yetu. Na hatua ya pili, kwenye kibodi yako bonyeza alama ya window plus R, then hapo andika regedit, then press enter. Itafunguka paneli ya design hii ikiwa na na menyu nyingi hizo hapo. Kii nyingi cha kufanya kabla hujagusa chochote katika paneli hii, njio katika sehemu ya faili, then export. Itafunguka dialog box kama hii hapa. Hapa file name, maana yake hapa unachagua jina unalotaka kusave. Sasa hapa andika kabla, kabla sijafanya mabadiliko katika registry. Baada ya hapo unatafuta sehemu ya kusave ambayo ni safe utaweza kuipata pindi utakapokuwa una unahitaji una. Mfano, njoo hapa, mimi nimechagua hapa katika save type, njoo hapa chagua all files, na baada ya hapo bonyeza save. Sasa kompyuta yako iko salama na tunaweza tukaianza sasa safari hii ya utaalamu. Kama umeweza kufanya backup yako kwa kutumia create restore point, lakini pia kufanya export ya registry yako niandikia hapo chini kwenye comment neno "tayari" itanijulisha kuwa tuko pamoja, na tunaweza tukaingia sasa katika darasa la pili. Katika video inayofuata, tutaanza vitu vya kufurahisha. Nitakuonyesha, ntakuonyesha registry hacks tano ambazo zinaweza kufanya performance ya kompyuta yako kuongezeka. Sasa kama utaki somo hili likupite, Hakikisha una subscribe lakini, pia washa alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale nitakapo upload video mpya. Mimi ni Phililancer na asante kwa kuwa pamoja nami na tukutane katika video ijayo.